Kwa muziki kutoka Tanzania, Diamond Platnumz ameweza kuchoshwa na kile ambacho kinaitwa kuushwa heshima na baadhi ya wa Watanzania licha ya mafanikio ambayo ameyafanya katika muziki wa Afrika lakini pia dunia kwa ujumla. E bana, kauli ambayo imeweza kutoka kwa moja ya mashabiki ambao wamekuwa kimtetea Diamond Platnumz kwa sababu ya juhudi ambazo amekuwa kizifanya, lakini watanzania ni kama vile hawampi e bana, heshima ambayo anastahili. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Diamond Platnumz aliweza kupakia video fupi akiwa anatembea pamoja na meneja wake lakini pia baadhi ya watu ambao alikua akimfuata. So ni kwamba shabiki huyu ambaye anafahamika kwa jina la Rotmic eh, underscore 24 aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Diamond Platnumz pale Instagram akisema kwamba watoto wa TZ eh, bana wanakuchukulia poa lakini hawajui kwamba unatubeba sana kimuziki wa Bongo, unajua sana mnyama Simba, akaandika emoji fulani hivi za moto, lakini pia most subscribed in YouTube, in YouTube Africa eh, bana nao akawa amesema maneno haya, lakini pia mwishoni kabisa na akamaliza emoji fulani hivi za moto, shabiki huyu ambaye amekuwa akimtetea ki, uh, Platnumz yeye ameweza ku reply baada ya shabiki huyu hapa kuweza kutoa ujumbe kama huo hapo, akiwa anasema kwamba hao ni mpaka ukifa e, bana, ndipo ambapo watakupa sifa ambazo unastahili. Ukisubiri heshima muda huu e, bana utangoje sana, kikubwa fanya wajibu wako tu, halafu e, kula spaghetti. So huo ndio ujumbe ambao Diamond Platnumz aliweza ku e, kulipli baada ya shabiki huyu hapo ku comment kupitia ukurasa wake wa Diamond Platnumz pale Instagram e, baada ya video hiyo fupi ambayo Diamond Platnumz Platnumz alikuwa akitembea. Fahamu kwamba Diamond Platnumz sasa hivi yupo zake huko Paris pamoja na mastato tofauti tofauti katika maonyesho ya fashion tu pamoja na muziki ambapo tuliweza kumuona pale katika video ya mwisho ambayo iliweza kukusanya alikuwa pamoja na Davido lakini pia Adenkule lakini pia na mastato tofauti tofauti. Lakini pia Diamond Platnumz katika siku za hivi karibuni pia aliweza kutuambia kwamba atakuja na album yake lakini pia album hiyo hapo hajatuambia kwamba itakuwaje, lakini pengine labda kukutana pamoja na mastato tofauti tofauti hapo tunaweza tukaona kolabo moja kati ya mastaa ambao Diamond Platnumz amekutana nao akafanya naye wimbo pamoja kabisa. Sasa ni kwamba Diamond Platnumz pia anazidi kufanya muziki wa Bongo Flava kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii kulingana na sasa hivi ambavyo amekuwa sio msanii wa kitaifa, amekuwa ni msanii wa kimataifa. Katika nchi tofauti tofauti ameweza kuonekana na kama unaofahamu kwamba siku za hapo nyuma kidogo takribani wiki moja iliyoweza kupita ni kwamba Diamond Platnumz aliweza kutangaza eh, show yake ambayo show hiyo ilikuwa ni kama tour pamoja Familia yake kwa ujumla iliweza kuongozana pamoja na Diamond Platnumz. Bana Diamond Platnumz aliweza kufanikiwa kufanya hiyo show akiwa amejaza katika eh, sehemu tofauti tofauti kwenye Royal Albert Hall, Manchester Academy, lakini pia Scotland kule. Eh, bana Diamond Platnumz aliweza kujaza kinoma noma. Diamond Platnumz bado anaendelea kufanya biashara ya muziki eh, kuonekana ni moja kati ya vitu ambavyo vinauza zaidi kwa kidunia zaidi. Eh, bana ni upi mtazamo wako kwa mdau burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Je, ni kweli Diamond Platnumz kwa Tanzania eh, bana hapati heshima ambayo anastahili hili licha ya makubwa ambayo ameweza kuifanya kimuziki. E bana dropisha ya comment yako kwenye oncha comment hapo. Usiache kusubscribe ni sawa sawa like digito chao chao.